Karibu sana katika makala ya Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Makala hii inajikita katika dhana ya utawala bora nchini Tanzania, kwa kuileta mifano halisi ya maisha, changamoto na mafanikio. Kukuletea makala hii mimi ni Yusufu Mazimu na mwenzangu hapa Halima Kasim, na leo katika Haba na Haba tunajadili mapato na matumizi ya kodi, hasa katika ngazi ya serikali za mitaa na vijiji. Haba na haba Wataalamu wa masuala ya fedha wanathibitisha kwamba ni haki kwa mwananchi kufahamu kuhusu mapato na matumizi ya kodi anayolipa. Pale ambapo wanaona kodi yao haitumiki sawasawa, wana haki ya kuhoji, lakini ni wajibu wao pia kutafuta ama kuhoji kuhusu taarifa hizo. Sisi michango, tupo tayari kuchanga, lakini tunaomba atupe fafanuzi juu ya haya matatu. Ndiyolizisao ndo wanaosababisha maendeleo asiende kwenye kitongoji chetu. Wao wanatuumiza sana. Yani, sasa wewe ni mtu wa namna gani mheshimiwa? Kumekuwa na hisia kwamba uelewa bado ni mdogo kuhusu umuhimu wa kutekeleza haki na wajibu huo. Haba na haba inakuuliza msikilizaji, je, unajua mapato na matumizi ya kodi yako unayolipa? Kushiriki nasi, tuma ujumbe wako kupitia 0785236938 na kwenye mitandao ya kijamii Facebook kupitia BBC haba na haba, na akaunti yetu ya Twitter kwa anwani ya BBC Haba na haba. Haba na haba Taifa Linazungumza. Taarifa ya mapato na matumizi ni jambo la kisheria likitajwa na sheria ya fedha za serikali za mitaa namba 9 ya mwaka 1982. Na sheria hii inautaka uongozi wa kijiji au mtaa kupitia mtendaji wake kutoa taarifa za fedha na mambo mengine ili kusaidia kujenga uwazi na uwajibikaji. Wakati huo huo kusaidia kufanyika kwa maamuzi ya maendeleo kwa wakati, lakini si vijiji ama mitaa yote inayofanya hivi. Mwandishi wetu Vivian Pyuza kutoka Tabora amefanya ziara katika moja vijiji huko na kubaini kuwa taarifa ya mapato na matumizi ya fedha za kijiji haziwekwi wazi ikiwemo kodi ya wananchi kwa zaidi ya miaka mitano. Msikilizaji, huo ni muungurumo wa pikipiki. Muungurumo huo ni kiashiria cha safari ya kilometa zaidi ya 120 kutoka Tabora mjini hadi katika kijiji cha Igembe Nsabo, kata ya Uyogo wilayani Urambo. Hatimaye nikafika katika kijiji hicho. Kwa mbali nasikia sauti za watu na sauti za ndege zikisikika. Hii inaashiria ni majira ya mchana. Naamua kupiga hatua mbili kuzungumza na wananchi namsogelea Hadija Juma ambaye anaonekana kuendelea na majukumu yake. Nami nataka kufahamu kwa nini anazitaka taarifa za mapato na matumizi na zinamsaidia nini. Nikizipata nijue kwamba serikali ya kijiji inatusaidia nini ili katika michango, usipopewa nini kinapungua? Kinapungua ni kule kuchangia michango. Kijiji cha Igembe Sabo ni moja ya vijiji visivyosoma mapato na matumizi, na hivi karibuni wananchi wa kijiji hicho walimkataa mwenyekiti wa kijiji naitwa Stefano Jidafula. Yule mwenyekiti alikuwa hatusomei mapato na matumizi, lakini juhudi zetu tuliamua kumtafuta diwani na mtendaji wa kata atusomee mapato na matumizi kupitia mwenyekiti wetu. Sasa unaomba uje utusaidie, lakini baada ya hapo sisi kama wananchi tuliazimia kwamba sasa huyu bwana hatusomei mapato na matumizi. Diwani kafika hapa, tunafanyaje? huyu bwana ni wakutoa moja kwa moja, kwa sababu hatusomei mapato na matumizi. Tunafanyaje? Huyu tumuondoe, tuweke mwingine, maana Magufuri anasema kwamba ambaye hatambui wajibu wake huyo hafai, sio kiongozi. Mnaona kuna matumaini? Matumaini yapo, baada ya kumwondoa mwenyekiti yule, mm-hmm. Ha? Uh, tulimwondoa na matumaini tuliemweka. Matumaini yapo tumeona ameandaa mkutano mzuri wa kijiji. Maneno ya Stefano yalinipa nafasi ya kumtafuta kaimu mwenyekiti wa kijiji cha Igembe Nsabo Mboje Mashamba, ili niweze kuzungumza naye. Kumekwepo na baadhi ya viongozi — tuzungumzie wenye viti wa mitaa ama wa vijiji — wanakuwa hawasomi mapato na matumizi. Kwa mtazamo wako, unafikiri ni kwa nini hawasomi? Sipokuwa labda ule uelewa tu wa ndani ya uongozi wa wananchi wake. Nataka ukae nao karibu na wananchi, mwe mnaongea nao na badilishana mawazo. Na wewe umeingia madarakani baada ya mwenzako kutosoma mapato na matatizo mengine ambayo laweza kumkumba na wananchi kuweza kumkataa. Una mikakati gani kuhakikisha kwamba wewe sasa utakuwa unasomea mapato na matumizi wananchi ili waendelee kukuamini? Kwa mimi mwenyewe, labda kwa nini hivi sasa hivi, kwa mkakati niliokuwa nao, mapato na matumizi yanaonekana kule mbeleni na uhakika nitawaita mwasomea mapato na matumizi, lakini wananchi wamekuwa na uzoefu kwamba baadhi ya viongozi waliopita hawakufanya hivyo. Wewe unawahakikishia kipi? Mimi nawahakikishia nitakuwa nawaitisha kila kutano mara kwa mara ili kuja kuwasomea mapato na matumizi kilichopatikana. Asante sana, Vivian Piuza kutoka huko Tabora. Halima, taarifa hii Mb. ya Vivian inazua maswali kuhusu uwajibikaji miongoni mwa viongozi wanaopaswa kuwajulisha wananchi juu ya mapato na matumizi ya kodi yao, na pia linajitokeza suala la utawala bora au kuto kuwepo kwa utawala bora. Hilo nalo lina msingi wake, Yusuf, lakini demokrasia imefanya kazi ambapo wananchi mm, wameweza kumwondoa madarakani mmoja wa viongozi wa kijiji, kuonyesha umuhimu wa taarifa hizo za kodi katika maisha yao ya kila siku. Hata hivyo wapo wananchi wengine wasiochukulia kwa uzito wa umuhimu huo licha viongozi ya viongozi kuwajibika kutoa taarifa ya mapato na matumizi kama inavyopaswa. Mwandishi wetu Amani Mbilo kutoka Mbeya anasimulia zaidi, ambapo licha ya uongozi wa kijiji kuwajibika kutoa taarifa taarifa, lakini wananchi hawahudhurii mikutano inayotoa taarifa hizo. Imekuwa so, wow, yani, ina yani, ni kawaida ina kwa wananchi kushinda kuhudhuria vile vikao vya kusomewa mapato na matumizi, labda kutokana na kutojua umuhimu wa mikutano, hali ambayo inaweza kawa inasababisha kuto kujua mambo ambayo yanaendelea katika vijiji vyao. Sasa ili kujua nini chanzo cha tatizo hilo, nimelazimika kufika mpaka katika kijiji cha Ijumbi, kitongoji cha Ishungu na kubisha hodi katika nyumba ya Rehima Rajibu. Kwanza una ujua umuhimu wa kusomewa mapato na matumizi? Eh, sasa so, ili tuelewe wananchi kuwa mapato na matumizi ni hivi yanaendaje au nini? Wewe umshawahi kuhudhuria? Sihudhurii kila siku kwenye mikutano, ila baadhi ya mikutano ndio nahudhuria. Kwa nini kuhudhurii? Anakuwa na kazi nyingi tofauti. Kazi gani yani? Shambani, na naweza nikatoka shambani nimeche lewa nimechoka, nianze kupika nini? Uone kama unakosa haki yako ya msingi. Nakuwa sijui kama nisipoenda nakosa haki yangu ya msingi. Huo unatoa kodi ha. Michango ya kijiji lazima wanatuambia kuna kujenga shule, kuchangia labda kujenga zahanati. Sasa hivyo vyote unajuaje kama sasa vimeshafanyika, wakati wewe bado huonekani kwenye mikutano ha? Kwa sababu unaona kama zahanati watu wanatibiwa, shule watoto wanasoma, au ha. Unaona hakuna umuhimu wote ha? umuhimu huko kwa sababu lazima mkutanike msikie mnaambiwa nini. Sasa nazungumza na Vasco Charles Mkisi, mkazi wa kitongoji cha Ishungu katika kijiji cha Ijumbi. Ushawahi kuhudhuria kikao chochote kile cha mapato na matumizi? E, nishawahi kuhudhuria kikao kikao kimoja tu. Kwa nini labda huhudhurii mikutano ya mapato na matumizi? kazi zangu nazozifanya nakuta nakuwa na, na kazi za msingi ambazo zinanipa kipato binafsi. Kwa mara ya mwisho kikao kimeitishwa lini nawe hukuweza kuhudhuria? tarehe sita mwezi wa nne. Mara baada ya kuzungumza na wananchi, sasa moja kwa moja nazungumza na mwenyekiti wa kijiji hichi Mugabe Sumuni na kikubwa anataka kufahamu utaratibu wa usomaji wa mapato na matumizi ukoje? Mapato na matumizi yanasomwa kila inapofika baada ya miezi mitatu, kwa utaratibu niliojiwekea kama mwenyekiti wa serikali ya kijiji, kuhakikisha watu hao wanapata haki zao za msingi. Kutoa zile taarifa za mapato na matumizi kwa mujibu wa sheria imeweza kusaidia nini katika kijiji chako? Kero za wananchi, malalamiko, unapomwambia mchango unaofuata, maana yake anachanga kwa wakati, kwa sababu atakuwa anajua kazi za fedha zile zilizochangwa zimefanya kazi gani, zefania. Bernard Mgaya yeye ni mtendaji wa kata katika kata hii ya Ruiwa katika kitongoji cha Ijumbi, mnatoaje taarifa za mapato na matumizi? Taarifa za mapato na matumizi maana yake zinatolewa kwenye mikutano ya hadhara, zinaandaliwa kisheria chini ya usimamizi wa viongozi husika. Baada ya hapo sasa, wanaitisha mkutano kama huu wa leo tuliofanya, maana yake ndo wanasoma zile taarifa za mapato na matumizi. nipo na diwani wa kata ya Ruiwa Kasim Mtale, mna wajibu gani kuweza kulisimamia hili? Wajibu wetu sisi ni kuhakikisha kwamba tunasimamia kikamilifu, sasa kama taratibu zinasema mapato na matumizi yasomwe baada ya miezi mitatu, sisi ni lazima kuhakikisha kwamba kila kijiji kinasoma mapato na matumizi. Uwazi unamfanya mtu yule ambaye anatoa kitu chake anaamini kwamba kitu changu kimefika mahala husika, na pengine kimefanya kazi husika ni taarifa ya mwandishi wetu Amani Mbilo kutoka mkoani Mbeya. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC na kukukumbusha tu, leo makala hii ya haba na haba inauliza je, yeah, unajua mapato na matumizi ya kodi yako unayolipa? Tumepokea maoni ya wasikilizaji wa haba na haba kutoka maeneo mbalimbali ya nchi, kama alivyokusanywa na washirika wetu. Hebu tusikilize baadhi tu. Wajina naitwa Kifurebe toka Karagwe, Kagera, Tanzania. Mbali ya uh, kujua kwamba ninalipa kodi na kusikia mapato na matumizi kupitia budget, taarifa nyingine huwa sizifahamu, kwa hiyo siwezi nikajua ni mwaka gani mapato yamekaa sawa na ni mwaka gani mapato hayakwenda sawa au matumizi yake. Majina yangu naitwa Zidi na Zaidi. Kwa kweli, mapato na matumizi ninayolipa siyajui kwa sababu kwa hatuweki wazi. Wanakuja tu wanatutoza ushuru na wanapopeleka ile mapato yetu hawatuletei mrejesho hatupati chochote kinachotokea kwenye vikao husika, hawatushirikishi. Kwa majina naitwa sabas mwacha inatokea Moshi, Kilimanjaro. Hii kodi inapokusanywa, ina sawa inafika serikalini, lakini siwezi kujua kwamba ni kiasi gani kwamba inatumika na je inafika sehemu husika kweli, siwezi kufahamu. Ni maoni ya Watanzania hao kuhusu hoja yetu ya wiki hii. Haba na haba, taifa linazungumza.

msikilizaji msingi wa kuhoji kuhusu mapato na matumizi ya kodi unayolipa au kutoa taarifa ya mapato na matumizi ni sehemu tu ya uwajibikaji. Yusuf, ni kweli tumesikia taarifa kutoka Tabora ambapo viongozi hawakuwajibika kutoa taarifa hizo licha ya wananchi kuzidai, na tukasikia pia taarifa kutoka Mbeya ambapo viongozi wanawajibika kutoa taarifa za mapato na matumizi ya kodi za wananchi, lakini wananchi wenyewe hawawajibiki kuzitafuta ikiwemo kuhudhuria mikutano ya kijiji. Sasa, kabla ya kuangalia tafsiri ya taarifa hizi mbili, ni kitu gana athari zake kimaendeleo? Haba na Haba imemuuliza mjumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya huduma za jamii Hussein Bashe kwamba dhana ya uwajibikaji katika taarifa za mapato na matumizi ya kodi ina mashiko yoyote. Hili ni, ni dhana pana ni dhana ambayo kila mmoja wetu kwamba anatimiza wajibu wake katika eneo lake, anamwajibisha kiongozi wake. Mpo kwenye kijiji, lazima wananchi washiriki kuhoji juu ya mapato na matumizi yao kwenye kijiji chao. Hii itatusaidia sana kujenga jamii ya wa uwajibikaji. ni mjumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya huduma za jamii Hussein Bashe. Ni kukumbushe tu kuwa kamati yake ndiyo inayosimamia wizara zinazotoa huduma muhimu za jamii kwa wananchi kupitia kodi mbalimbali -mbali, kama afya, maji, elimu na miundombinu. Halima, nilichomwelewa Hussein Bashe ni kusisitiza tu dhana ya uwajibikaji, wananchi kuhoji na viongozi kuwajibika kwa, kwa wananchi pia lakini katika hali halisi linafanyika? Yusufu, kujibu swali lako, huyu hapa mwandishi wetu Sefu Upupu kutoka mkoani Kagera. Amewakutanisha pande mbili, wananchi ama walipa kodi na msimamizi wa mapato ya kodi ngazi ya kijiji, ambaye serikali yake inapaswa kutoa taarifa. Pamoja na mengine, anabainisha wananchi kutoridhishwa na matumizi ya kodi zao wanazolipa. Kumekuwa na ukusanyaji mkubwa wa kodi na mapato kupitia vyanzo mbalimbali kama vile minada, masoko, uh, usafirishaji na hata katika maduka mbalimbali mbali. Lakini kwenye mnada huu wa Kafuha wulaya ya Ngara, mkoa wa Kagera, wafanya biashara na wananchi wa eneo hili wana walakini kwa kuwa hawajui nini matumizi hasa ya ushuru au kodi wanayotoa. Na hapa nipo na wananchi wa eneo hili. Mimi naitwa Rasta Kilasara Mpa. Mimi naitwa Frank Mkama. Catherine Franki, mkazi wa Benako. Mimi naitwa Breto ni kemi Kimba, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Ruaka Lemera. Wakazi wa eneo hili, kwa nini kumekuwa na madai kwamba hamridhiki na matumizi ya kodi zenu? Haturidhiki kwa sababu mnada huu unasimamiwa na halmashauri ya wilaya. Sasa hatujapata taarifa yote kutoka kwenye kijiji kwamba kuna asilimia yote inayokuja kuingia kwenye kijiji ili wananchi waweze kunufaika na makusanyo au mapato yanayopatikana katika mnada huu. anasema kila sara mpa kwamba hamjui chochote ama mapato yanayoingia kwenye kijiji kutokana na mnada huu lina ukweli wote hilo? Naam, lina ukweli kwa sababu alipokuja waziri mkuu alitoa maelekezo nini kifanyike juu ya makusanya mnada na mpaka leo bado hatujapata taarifa ya nini kinaendelea. Bi Catherine, kama hamridhiki um, na matumizi ya mapato haya, mnada huu, mmewahi kuchukua hatua gani? tumechukua hatua ya kuuliza kwenye mkutano, na tukaambiwa tarehe kumi tusubiri ifike, tuangalie kama hiyo pesa itaingia au vipi. Sasa kwa sababu tuko na mwenyekiti anaweza akatuambia ile asilimia imeshaingia au haijaingia. Mwenyekiti wa kijiji cha Rwakalemela, wananchi wanasema hawaridhishwi na matumizi ya mapato yanayopatikana kwenye mnada huu pengine nyinyi mnaweka wazi matumizi ya mapato haya, ili ujumbe ufike wananchi, unapitia mikutano. Wananchi wanayo haki ya kulalamika, kwa sababu walikuwepo wakati anatoa maelekezo kiongozi mkuu wa serikali. Kimsingi ni kwamba zile asilimia zijarejeshwa mpaka sasa, pamoja na kwamba nimefanya jitihada ya kwenda kwa mkurugenzi, lakini pia kumwona mwenyekiti wa halmashauri. Wanasema kwamba maelekezo ya TAMISEMI ni kwamba yale makusanyo yote yanayopatikana kwenye vyanzo vyote vya halmashauri yanaweka kwenye kapu moja, zile asilimia zinagawiwa kwenye vijiji vyote bila kujali kimezalisha au hakijazalisha. kila sara mpa tumemsikiliza mwenyekiti anazungumzia swala hili hapa, kuna kizungumkuti, labda mwenyekiti wa kijiji atusaidie. Aliambiwa zile milioni nane iliyotamka ni ya nyuma, akasema kuanzia siku ile ya tarehe kumi na sita ya mwezi ule wa tatu, kila mnada utakaofanyika hapa mwenyekiti aende pale apate asilimia za makusanyo ya pale kusudi moja kwa moja ziende kwenye kijiji. Asante mwenyekiti. Kuna swala hapa limeibuka la kufuatilia minada ya kila siku za wa Jumanne na hatimaye kukusanya mapato yale ambayo yanakuwa yamepatikana yakabaki kwenye kijiji. Hili umefikia wapi ufuatiliaji wake? Unajua masuala mengine yanakuwa kama ya kisiasa. Mwenyekiti wa kijiji sio mkusanya mapato. Yule msimamizi tu wa masuala yote yaliyo kijijini. Anaweza masuala ya kukusanya mapato ni mkuu mtendaji kwa niaba ya, mkurugenzi. Bi Catherine, unaridhishwa na hatua ambazo zimekwisha zimekwishachukuliwa mpaka sasa? Kweli mimi sijalizika na maelezo ya mwenyekiti kwa sababu alipewa agizo na akasema atatekeleza. Ile analifahamu kalamu na asituambie kwamba mtendaji wa kata anahusika. Maagizo alipewa yeye, na kama ni yeye kuambia hawa viongozi ambao walipewa agizo, na kama wameshindwa kutekeleza dile waziri alilosema, yeye kama mwenyekiti amechukua jukumu gani? Waziri mkuu alitoa agizo kwako na mtekelezaji wa agizo lile alikuwa ni, ni mtendaji ambaye ndiye anakusanya mapato. Umechukua hatua gani kuhakikisha kwamba mtendaji anafanya kile ambacho kiliagizwa na waziri mkuu? Mtendaji wa kijiji yuko chini ya mkurugenzi na kila anachokuja kukifanya ataagizwa na, ata na mkurugenzi. Kwa hiyo ndio maana tunakwenda kwa mkurugenzi kuzungumza naye kama kuna uwezekano wote kwa kuruhusu vyanzo vya mapato avishukulie mtendaji, vitakuwa agizo limetoka kwa mkurugenzi ambaye ni bosi wake. Yusuf, pamoja na taarifa hiyo ya sefu upupu mm. kutoka Kagera ambayo tumesikia wananchi wakihoji mbele ya kiongozi wao kuhusu matumizi ya kodi zao, tunaye hapa mkurugenzi wa huduma na elimu ya mlipa kodi kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA, Richard Kayombo. pamoja na mamlaka hiyo kukusanya kodi kitaifa Mkurugenzi huyu anaona taarifa za kodi kwa mwananchi ni muhimu kwa kila ngazi. Ni jambo la msingi sana mwananchi kufahamu kwamba tunakusanya kiasi gani kwa sababu bila kufahamu hilo A, athari yake ni kwamba mwananchi kama anakusanya na anajui kwamba hela yake inayokusanywa tulikusanya kwa pamoja inafikia kiasi gani, na kujua kama tunavuka malengo au hatuvuki, inakuwa kidogo, inamwacha hewani, hawezi kujua kama juhudi zake za kukusanya zimefikia wapi. Lakini tunapokusanya na kutoa taarifa, basi inampa mhusika kujua kwamba tumefikia kiwango kinachotakiwa. Sasa linalobaki ni upande wa pili. Sasa kwenye matumizi tumefikia lengo lakini je, limetumikaje? Na ndipo hapo sasa wananchi nao wana haki ya kudai kwamba je, pesa imetumika sawasawa. Uh, pale ambapo wananchi kwa namna moja au nyingine wanaona kodi yao haitumiki sawasawa, wana haki ya kuhoji hiyo uh, ndio uwajibikaji wenyewe. Na ziko njia na taratibu, taratibu za kuweza kuhoji kupitia kwa wawakilishi wao kama wabunge. Ziko njia za kuhoji kupitia kwa vyombo, kama vyombo vya habari wanapata fursa hiyo, na kuna na njia zingine za tumia, ambazo zaakazitumia ambazo za kisheria wakaweza kuwatia pressure uh, watendaji serikalini na kuhakikisha kwamba kodi inatumika sawasawa sawa na saving Vinginevyo ni mkurugenzi wa huduma na elimu ya mlipa kodi kutoka mamlaka ya mapato Tanzania, TRA, Richard Kayombo. Yusuf, licha ya kufahamu umuhimu mm, huo wa utoaji wa taarifa za mapato na matumizi na mwananchi kuzifahamu, kwa nini taarifa hizi hazisomwi katika baadhi ya maeneo? Kumekuwa na sababu mbalimbali mbali, Halima, labda niseme hivyo tu, lakini hapa serikali inafafanua hilo. Kwanza kabisa ni, ni, ni, ni, ni takwa la kisheria kuhakikisha kwamba eh, mapato na matumizi ya kila kijiji yanasomwa kila baada ya miezi mitatu. Lakini kinachotokea ni kwamba baadhi ya vijiji kama inavyosemwa ni kwamba vimekuwa havifanyi hivyo, na hapa tuwalaumu moja kwa moja wenye viti wa vijiji waliochaguliwa, wa kwa sababu ndio wanaoitisha vikao vyote vya kwenye kijiji. Lakini wakishachaguliwa mara nyingi wanakuwa wanakabidhiwa na kuambiwa kuhusu utaratibu huo. Ni dhahiri kwamba hakuna kuna shida sana ya uelewa kwa watu wetu kwa kiasi hicho. Kwa hiyo ni kama makusudi fulani ama kumetokea eh, u ulaji wa pesa zile, maana kule kuna vipesa pesa kule vina, vinafanyika au kuna maamuzi yamefanywa, ndivyo sivyo, hawakushirikisha wananchi. Kwa hiyo kwenda kusoma mapato na matumizi, wanaona watachokonoa jambo ambalo litawaletea vurugu na pengine hata kuondolewa madarakani. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwa, kuwataka wenye viti wa vijiji kuhakikisha kwamba wanatimiza matakwa haya ya kisheria, kuhakikisha kwamba wanasoma mapato na matumizi ya vijiji vyao kila miezi mitatu. Kuto kufanya hivyo kuna kuondolea uhalali wa kuja kuitisha mkutano mkuu wa kijiji baadaye kwa sababu huo mkutano lazima uwe umeandaliwa kutokana na taarifa hizi zilizokuwa zinasomwa kila miezi mitatu kwa maana ya robo ya mwaka. Kwa hivyo nichukue nafasi hii kuwataka viongozi hasa mamlaka za serikali za mitaa kwa maana ya wilaya, maheshimiwa madiwani kupitia kwenye baraza la madiwani kusimamia na kuagiza kuhakikisha kwamba vijiji vinafanya mikutano hii ya kusoma mapato na matumizi, ili wananchi wote waweze kujua kinachoendelea katika maeneo yao. Tunafahamu kwamba kwenye vijiji huku ndiko mipango ya maendeleo inakopangwa. Sasa kama watakuwa hawakubaliani, kama watakuwa hawana uelewa pamoja wa namna wa, ya mapato yao na matumizi yao, hakika hakuna mradi wa maendeleo unaoweza ukafanikiwa katika eneo husika. Huyo ni waziri wa nchi ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Simba Chawene. Pamoja na ufafanuzi huo kutoka kwa waziri, kwa sababu hili ni jambo la kisheria, iwapo viongozi hawajatoa taarifa hizo kama inavyopaswa, hatua gani mwananchi anaweza kuchukua? Halima, tumtupie swali hilo. Emmanuel Muga, yeye ni wakili kutoka mahakama kuu ya Tanzania, aweze kutusaidia. Siku zote eh, serikali ya kijiji inawajibika kwa wanakijiji. Ndio maana maamuzi makubwa yanafanywa na halmashauri ya kijiji, yaani wanakijiji kwa kwa ujumla wao wanafanya maamuzi kuhusiana na jinsi serikali yao inavyoendeshwa. Sasa wanakijiji wana, wana mamlaka makubwa juu ya viongozi wao, mamlaka ya kumwondoa mwenyekiti toa maazimio, maazimio ambayo pia yanaweza kapelekea yule, kama kuna mambo ya ubadhirifu, basi akachunguzwa na kushtakiwa. Huo ni ufafanuzi wa wakili Emmanuel Muga. Katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii Sara Mkongwa anatupitisha huko. Pia tumeuliza je, unajua mapato na matumizi ya kodi yako unayolipa. Nianze na ujumbe wa msikilizaji ambao umeutuma kupitia 0785236938 unasema, naitwa Kawawa Edward Wabasutu Ziwani Manyara, elimu juu ya mapato wengi hatuna uelewa. Naitwa Dedan Jotham Zilikana kutoka Kasulu, Kigoma nchini Tanzania, mimi binafsi sijui ila nahitaji kujua. Na ujumbe wako msikilizaji kupitia Facebook nianze naye huyo, anaitwa Exaudi Mtega wa Nganda, Njombe. Yeye anasema, mimi binafsi sioni faida ya kodi ninayolipa kwa sababu kila ninapopata huduma fulani, kwa mfano afya, lazima nilipie. Mjumbe mwingine kutoka kwake anaitwa Elifuraha Msese wa Dar es Salaam, Tanzania. Yeye anasema, bado kuna tatizo kubwa la usiri, hasa katika mapato na matumizi ya kodi ya wananchi, japo kwa kiasi fulani tunashukuru vyombo vya habari vimekuwa mstari wa mbele katika kumulika viongozi wasiotaka kutoa taarifa mbalimbali za mapato na matumizi. Asante sana studio kwa kunialika kusoma ujumbe mfupi. Asante sana Sara Mkongwa kwa kutusomea ujumbe huo wa msikilizaji. Kwako Halima. Uh -huh. Umeshawahi kuhudhuria mkutano wote wa kijiji kwa ajili ya kusikiliza taarifa za mapato na matumizi? Sema ukweli wako. Mara kadha, lakini mengine zaidi. Mwenyekiti wangu wa kijiji sahihi, anasikiza kisingizie cho. Wapi hiyo, kijijini kwangu Mikocheni hapa ni mjini. Asante sana msikilizaji. Kwa niaba ya timu nzima ya haba na haba, msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti, wadhamini ni idara kima ya kimataifa ya maendeleo ya nchini Uingereza. Nilikuwa na mwenzangu hapa Ali Makasim, mimi ni Yusufu Mazim. Asante kwa kuwa nasi, kwaherini kwa sasa. Haba na haba, taifa linazungumza.